Yaani mimi mwamuzi mm, wa jana mimi nashindwa kuelewa. Either mimi naweza nikasema walikula hela mm, au walibeti, walikuwa natembea na mikeka yao mm, walikuwa natembea na nini? Na mikeka yao, huwezi kusema yale matukio. Mwamuzi unashindwa kuona, unashindwa kunganua. Wewe sheria kumi na saba umezisomea za nini? mimi Uchebe Yanga na aliona tukio hili ni offside. Mwamuzi mwenye sheria kumi na saba na tafsiri na kila siku mafunzo yanayotolewa hapa na TFF pamoja na bodi ya ligi, nakula hela zetu za bure, mnatupotezea muda. Kwa hiyo mimi leo nataka niwaite watanzania wote, ndio siku pekee ya kuangalia football. Leo ndio siku ya kujifunza mpira, hujawahi hujua mpira, leo ndio natakiwa ukae uangalie mpira unapigwa vipi, unapita kwenye ramani ipi, mpira una sifa ipi Umenielewa? Unamwona Dumbi akitoa pasi inaenda labda kwa Koma, au Koma anatoa pasi, inaenda kwa Dumbi pakome zozo akichukua mali anampa nani? Hivyo ndio vitu vya kujifunza. Hata waandishi mkiposti inaonekana yao watu wa football. Kama kuna mwandishi jana ameposti maswala ya Simba na akaipongeza Simba kwa kusema imeshinda, mi nadhani umeona komenti zake. Mwandishi gani, umeshindwa kuzungumza ukweli? Umenielewa? Mm. Leo tunaenda kutoa somo na tena leo nataka niwaambie, mm. KMC ndio ka Yanga kuanza ligi kama mlikuwa mjua, yaani mkikutana na KMC ndio ligi yenu. Ndio ina ligi inaanza, kwa hiyo leo Yanga tunaenda kuanza, ah, ligi rasmi. Leo tunaenda huu anja ni wa nani? Mmiliki ni nani? Umenielewa? KMC, Mmiliki ni nani? Manispaa ya Kigamboni ndio. KMC mwenyewe mimi ni mpangaji, uongo uongowe kabisa mimi, yeye ndo anatakiwa atoe baraka sasa mm, kwamba anakuruhusu endea endeea kutumia uwanja wetu wa KMC hapa. Nikisha mm. anzaga kumfunga hapa leo ni kama mkiona Yanga tumemfunga KMC goli tano mm, aliyeshinda jana dhidi ya JKT mm, jiandaeni na yeye goli tano. Nataka niwakumbushe msimu uliopita, mm. nimemfunga KMC hapa goli mbili raundi mm. ya kwanza, uongo kweli? Kabisa. mwisho wa msimu unaotamatika na nakuwa mimi bingwa nimemfunga goli ngapi? na ni kabisa bingwa. KMC akifungwa nje nje, ndani ndani, Simba anafungwa, anafungwa, waandishi naye anafungwa nje ndani, ndivyo ilivyo, ndo statiki yetu. Yani Yanga kama nataka kuanza mligi, kama yacheza na KMC, auwezi kujua mwenendo wa ligi. Kwa mimi lazima nicheze na KMC ndo nijue mwenendo wangu wa ligi unaendaje. Na kuwa bingwa au si bingwa, kama KMC atanizuia basi ananizuia mimi, m kuwa bingwa. KMC akifungwa mimi bingwa. Okay, ramani, ramani yangu ya football ukipoteza n yab e, nikipoteza nisiseme uongo, nikipoteza mimi sio bingwa leo, zidi. E, nikipoteza leo dhidi ya KMC Yanga siwezi kuwa bingwa. Nikimfunga KMC Yanga bingwa, andikeni kabisa, Yanga bingwa. Lakini uchebe ni kurudisha nyuma.